Masala ya nisfu Shaban, subhanallah, mimi juzi nimesikia nyingine mpya kwamba kuna nisfu Rajab, haula wala quwwata. Watu wanazidi kuzua mambo nanihii, wanasema kwa kwamba katika inaitwa sha'b mubarak lailatu nisfu min Shaaban. Leo nisfu ya Shaban ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu swataala anagawanyisha riziki ya watu na anawafungulia maisha yao, na hadithi ambayo imekuja kuhusiana na masala haya s hadithi ambayo ni dhaifu, baadhi wanazuoni wanasema kwamba ni hadithi ambayo ni maudhu. Maudhu maana yake anasingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ambayo maisha ya watu inagawanyishwa, watu wanapewa riski, umri wao inajulikana, nani ambaye atakayefariki mwaka huu, nani ambaye atakayezaliwa, ni katika usiku wa Leilat Lqadri ambao Mwenyezi Mungu ameificha, hakuna anayejua nini usiku huu. Ndio Mwenyezi Mungu ametaja katika sura Ad-Dukhan, anasema kwamba, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Katika usiku wa Laylatil Qadri ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapambanua mambo yote yatakayotokea muda wa mwaka nzima, ndio wanasema mufassirin kwamba inapofika usiku wa Laylatil Qadri Mwenyezi Mungu anapambanua mambo yote, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, ndio usiku ambao ambayo Mwenyezi Mungu anaamrisha malaika wanatoa ile faili ya mwaka nzima itakayokuja paka Ramadhani ya mwaka ujao paka ile ya mwaka ujao. ile faili ya hiyo mwaka nzima inatolewa. Ndani ya hii faili kuna majina ya watu na kuna matukio ambayo yatakayotokea. Nani ambaye ya atakayezaliwa mwaka huu majina yao yote yameandikwa mle ndani, usiku wa ile nani, ambaye atakayefariki, majina yao yote yameandikwa. Nani ambaye ya atakayepata ajali, nani ambaye atakayepata riski kadhaa, yote yameandikwa mle ndani. Ndio unaona Abdullah bin Umar anasema yameandikwa majina ya watu ndani ya hiyo faili mpaka wale ambao watakaokwenda kufanya ibada ya haji mwaka huu na maificha. ni faili ya usiku waliletatir ambao Mwenyezi Mungu wameificha, hakuna anayejua ni nini. Sasa yako wewe ni kufanya bidii tuweze kuipata, si tena ulegeze kamba. Sasa watu wamekwenda, wamebadilisha, wameileta katika nisfu Shaaban mahali ambapo hakuna tena. Wanamsingizia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anashuka e, katika nisfu Shaaban anawasamehe watu, anawapa riziki zao. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anashuka usiku wote katika muda wa mwaka mzima isipokuwa katika siku ya Arafa, anashuka wakati wa mchana, ana shuka wakati wa mchana mpaka anawakaribia waja wake, kuli kweli wa innahu la yadnu wa yubahi bihim al malaika fayaqul ma arada haula au mahujaj. Wamesimama katika uwanja wa Arafa, na wengine hawakujaliwa kwenda, wanafunga siku ya Arafa, wanataka nini hawa? Anawaambia malaika, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kwa hivyo, hiyo ndugu yangu hakuna hiyo, ndugu nisfu Shaaban haina chochote isipokuwa tuendelee kufanya ibada ambazo ni za kawaida. Hakuna saumu maalum siku hiyo, wala swala maalum usiku wa manane, wala duaa maalum, kama ulivyoona katika mwezi wa Rajabu namna ilivyokuwa imezushwa mambo mengi, na hakuna tamboje mizuri.